heavyweight mchezo umemalizika wekundu msimbazi simba msemo wao hii tunavuka hatimaye wamevuka kwenda nusu finali walitafuta kwa muda mrefu mchezo ulikuwa namna gani yes bana mchezo ulikuwa mzuri basically e, mchezo ulikuwa mzuri na sisi watu ambao mara nyingi tunakuwa tunatoa insights za michezo tunakuwa tunaona vitu kabla havijaokaa umeelewa e, simba sports club wameweza kupata mabao mawili swafi kipindi cha kwanza umeelewa mabao ambayo e, ndo yani kipigo hichi cha mabao mawili sifuri basically ndo kinakuwa kipigo kikubwa zaidi kwa upande wao kwenye hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho, umeelewa ya. Kwa hiyo watu wasichukulie poa, lakini vilevile wamecheza robo finali mbili hawa na RS Berkane, sio lakini mwisho wa siku wameshindwa ku, au RS Berkane wameshindwa kupata magoli dhidi ya Almasri na ya, see, yeah. laki, ku, au, magoli, gidia, na nafikiri unaelewa ni Ta, eh. na, kwa kwa nini sawa, haraka haraka niliongea, nili, nili unajua kipindi cha kabla ya mechi kulikuwa kuna comedy nyingi, nafikiri umefuatilia watu walikuwa wanazungumza maneno azif kwamba Simba hana uwezo wa kumtoa Almasi na ilikuwa ana uwezo wa kumtoa mapema tu kabla hata ya kufika kwenye penalty shootout, umeelewa, lakini kwa sababu ya kupoteza muda na uzembe wa referee kwenye decision zake dhidi ya wanaopoteza muda ikapelekea mchezo ukafika mpaka kwenye penalty shootout. Lakini kwa Simba Sports Club naweka hizi record kwa sababu mara nyingi kabla ya mechi kunakuwa kuna comedy nyingi zinazungumzwa. Mara o, unajua mchezaji timu Simba mbovu. Nimesikia hayo maneno, lakini Simba Sports Club inakuwa timu ya tatu, sawa kuweza kuitoa timu ya Misri kwa mabao matatu, namaanisha kutoa timu ya Misri ambayo imetangulia mabao mawili. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 1975. Eh, waliweza kutolewa, waliweza kutolewa Ghazl El Mahalla, waliweza kutolewa na Erungu Rangers wakitangulia tatu moja first leg. Mechi ya pili wanapigwa tatu bila. Enungu Rangers wanaenda mara ya pili, imekuja imepita muda mrefu sana, mwaka elfu mbili kumi na nane Umenielewa, ndio hawa Esperance Sportive de Tunis wanafanikiwa kumfunga Al Ahly kwenye fainali ya mkondo wa pili baada ya fainali ya kwanza kufungwa mabao matatu kwa moja kule nchini Misri kwenye dimba la Boalarab. Fainali ya pili, si umeelewa, wanakwenda kucheza Tunisia Imam Agrebi Stadium, au siyo? Wanaenda wanapoteza kwa mabao matatu kwa simu inakuja Simba Sports Club kwa inapata kwa simba simba. Of course, inapata ushindi dhidi ya timu ambayo ya Misri ambayo ishatangulia mabao mawili kwenye first leg. Afrika ziko tatu. Mind Afrika, you, Afrika, ziko tatu. Ni kama Simba Sports Club. Lakini jambo jingine ni kwamba e, ukijaribu kufuatilia, sawa, utagundua timu ya Misri kutoa kwenye penalty shootout ni jambo gumu sana. Mwaka 2004 mpaka leo tunapo count, Simba Sports Club inafanikiwa ku progress kwenye hatua hii dhidi ya timu kutoka Misri kwa mkwaju wa penalty. Wamezoea. Eh, alafu baadaye kuna watu walikuwa wanabeza penalty. Oh, penalty. Huyu anazoea kupiga mapenalty ah, leo penalty hizo hapo zimempeleka Simba, umenelewa. Kwa hiyo watu wanatakuwa wairespect Simba Sports Club. Wairespect Simba Sports Club. Simba, Simba, Simba inafanya balaa kubwa kwenye hii michuano, umeelewa? yeah, na hawajawahi kutokea. Nakwambia kitu kimoja, haijawahi kutokea Almasri kufungwa mabao mawili sawa, kwa sifuri katika mchezo wa pili. Mwaka elfu mbili kumi na nane kwenye robo finali dhidi ya USM Alger, bao moja sifuri wameshinda, wame kule ugenini mwaka elfu mbili na ishirini wamefungwa bao moja sifuri wakiwa Berkane. mwaka elfu mbili na ishirini na mbili wamecheza na Berkane robo, wamefunga bao wamefungwa bao moja. Simba ndio inakuwa timu ya kwanza kuifunga uh, uh, Almasri mabao mawili kwenye mchezo wa robo fainali kwa sifuri, na mabao mengi zaidi kuwahi kufungwa hawa uh, ilikuwa mwaka elfu mbili kumi na nane walifungwa na Vita Club mabao manne kwa sifuri kwenye hatua ya nusu fainali ya kombe la shirikisho. Fabrice Ngoma alikuwa alitoa assist mbili, ndio ana record hiyo mpaka leo. Hakuna mchezaji ametoa assist mbili dhidi yao zaidi ya Fabrice Ngoma. Na nilizungumza hayo yote sasa, wanatokea watu fulani sasa watu fulani wanatokea wanakwambia, Simba mbovu, Simba sijui anaingiza ana mbuzi, Simba na wazee wafupi. Hizo story mimi kabla ya mechi huwa sizisemi. Mimi nazungumzia vitu vizito, na mara zote nasema, Heavyweight huwa akizungumza, unatakiwa wewe uchukue kalamu peni, andika, mimi nakupa vitu ambavyo hujawahi kuvisikia. Wenelewa. Of course, kwa hiyo mchezo ulikuwa mzuri. Almasri hawana walicho kikubwa, walichokifanya ukijaribu kuelezea kiufundi nitashindwa, kwa sababu dakika mbili mbele wanalala chini, wanapoteza muda, dakika tatu mbele wanalala chini, goalkeeper analala chini, referee anawa entertain. Kwa hiyo kiufundi mchezo haukuwa na mbinu nyingi, walikuwa wanalala Almasri, lakini kiuchezaji ndani ya uwanja Simba Sports Club, Simba Sports sports Club club anatakiwa apewe pongezi Labda akipi hasa kimekuvutia siku ya leo, ulivyokuwa zile dakika 90 unazitamani, unazitazama kwa una, upande wa kuunga msibadi, kipi ambacho wewe mwenyewe binafsi umeenjoy kutoka kwa kuunga Simba SC? Of course swali zuri. Binafsi yangu mimi kilichonivutia ni jinsi ambavyo mchezo ulicheza. Unajua nikwambie ukweli sawa, kulikuwa kuna raha sana unapomtoa unapoitoa timu ambayo inautoa ushindani. Yaani wewe unamtoa Rivers United kwenye robo finali, unasema umetoka robo finali sio umefika finali sio nini unaitoa Almasri, imagine unaitoa Almasri, sawa unaitoa Almasri, alafu unaweka record kwamba unakuwa timu ya tatu Afrika kuinoka out timu ya Misri ambayo imesha kutangulia mabao mawili first leg, unaweka record nyingi kwenye michuano, umeelewa? Eli Mpanzo anafunga goli, mabao kali sana. Of course anakuwa mkongomani mp wa tano kufunga bao dhidi ya Almasri kwenye michuano hii. Wa kwanza alikuwa Adam Bozi nzali, alikuwa Tipi Mazembe, wa pili alikuwa Eddie Ngoi momo Pelelewa, hey, hey, wapili alikuaidinguo imomo Jack Makusu Mundele, Mukoko Butezeba hey, anaelimu Mpanzu anakuwa mchezaji wa kwa tano kuwafunga almasri kutoka Kongo, sawa. Kwa hiyo anadhidi watu waipe heshima Simba Sports Club, waipe heshima ehm, unajisikiaje ambao wanatuzwa Ah, inavutia, hayo ni ya leo mm. <iyim> mashabiki wa Simba wengi wanatamani kujirudia yale ya elfu mbili na tatu, wametoka Misri, wanaelekea tena Misri, atafuzu kwenye mchezo moja Hili labda unazungumziaje? Unatarajia kushuhudia mchezo ambao ni kama fainali vile. Of course probably Simba anaenda kukutana na Na Zamale, sawa? Naaasawa na tayari, mimi nakwambia kitu kimoja, umeona ile magoli mawili ambao Simba wameruhusu ndio yeah. Imewapa funzo jinsi gani ya kwenda fainali. Kama wasinge wasingekutana na Almasri, wangekuwa wameruhusu mabao mawili dhidi ya Zamalek, pengine Simba wangekuwa na mlima mgumu, ila kuna kitu washajifunza tumecheza na Almasri nyumbani wametufunga mabao mawili sifuri, ina maana watachukua tahadhari kubwa zaidi wanapoenda kucheza na Zamalek. Kwa hiyo hii njia ambayo wamepita, Simba itawanyoosha jinsi gani ya kucheza na Zamalek. Na pengine Simba wanaweza anaweza wakanaagekutana na, na mechi nchekea kama walivyokutana labda Yanga ya ile Rivers, unavyokutana na timu nzito kama Almasri e, watu hataidharau, lakini ni timu ambayo ina record pia nzuri Of course, ukicheza na Al Masri ukaruhusu goli mbili nyumbani, unaenda kucheza na Misri mwingine nyumbani, kuna kitu unakuwa umejifunza, labda uwe mjinga. Lakini kama una akili timamu unajua mimi Misri nimecheza nimeruhusu goli mbili, automatikali huwezi, huwezi ukarudia makosa. Tutaongea kiufundi baadaye tukitulia bila shaka.